Mkoa wa Kagera nchini Tanzania ni miongoni mwa maeneo ya Afrika Mashariki ambayo jamii zake bado zinakabiliana na changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi kwa matumizi ya majumbani na shughuli nyingine za uzalishaji mali. Licha ya eneo hilo kuwa katika bonde la mto mkubwa wa Kagera unaochangia maji katika bonde la mto Naili, jamii za eneo hili kwa miongo mingi walitegemea maji yanayotiririka kutoka ardhini ambayo kwa sasa yanapungua na baadhi ya vyanzo vimekauka na kusababisha adha kubwa. Kwa majina anaitwa Shangiria Ibrahim Manisha, anatokea mkoa wa Kagera wilaya ya Ngara. Kuhusu chanzo cha maji, kuna watu wanaenda kuchafua vyanzo vya maji upande maji yanakotoka. Serikali ingeweza kuelimisha wananchi wanaolima karibu na vyanzo vya maji ili kwa baadaye tusije kuwa na tatizo kubwa, swala la maji. Mfano, kuna wanaolima kwenye kando kando au kwenye majaruba kule chini, isipokuwa serikali ingeweza kuweka mkakati thabiti kwa upande wa Ngara ili kwa baadaye tusije tukawa na shida kubwa ya maji. Mfano, kiangazi kinapokuwepo upande wangato tunakuwa na shida kubwa sana ya maji. Kwa mjibu wa wataalam, chanzo cha kupungua kwa maji chini ya ardhi ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo husababishwa na shughuli au tabia za kibinadamu ikiwemo kilimo kisicho rafiki kwa maji na ukataji wa miti horera. Mhandisi Daudi Guiera ni mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira katika mji wa Ngara mkoani Kagera, anasema mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikuu. Kwa ujumla hali ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa mji wa Ngara pamoja na viunga vyake ipo asilimia sabini nukta moja. Sasa katika upatikanaji wa huduma hii, mara asilimia nyingi mamlaka inategemea visima katika uzalishaji wa huduma ya maji, ambavyo kwa sasa mamlaka ina visima vitano vyenye uwezo wa kuzalisha mita cubic 3454 kwa siku Ute. Kutokana na changamoto za mabadiliko ya, ya tabia ya nchi, kuna muda mamlaka inapata changamoto ya baadhi ya visima kukauka. Lemiji Uskawishe ni afisa kilimo wilaya ya Ngara anakiri kuwa katika kipindi cha miaka kumi iliyopita sekta ya kilimo imekumbwa na misukosuko kutokana na changamoto za kimazingira na kukauka kwa vyanzo vya maji. Kwa bahati nzuri, halmashauri ya wilaya ya Ngara eh, imebahatika kuwa na mabonde mengi ambayo yanakuwa na maji mwaka mzima na mabonde hayo yanatumika katika shughuli pia za kilimo. Kwa hiyo, kwa kifupi, wakulima wa Ngara wananufaika kutokana na mabonde yaliyoko wilayani Ngara ambayo pia yanakuwa na maji. Eh, isipokuwa kwa kiasi fulani kuna mabadiliko ambayo yametokea ambayo ukilinganisha na kipindi kilichopita miaka kumi kumi na tano ishirini iliyopita, kuna baadhi ya mabonde ambayo yalikuwa yanakuwa na maji mwaka mzima, lakini kutokana na pengine na mabadiliko ya tabia nchi e, mabonde hayo wakati wa kiangazi nakuta hayana maji. Sasa hili limepelekea kidogo kupunguza e, kuathiri shughuli za kilimo katika maeneo hayo. Idara ya mazingira wanashiriki vipi kunusuru hali hii? Atanasio Andrew ni afisa mazingira katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera, tunajihusisha na swala la uhifadhi wa mazingira ya namna zote, na tunapozungumza swala la uhifadhi wa mazingira, mazingira ni jumla ya vitu vyote. Maji ni pati ya mazingira ya shughuli za upandaji wa miti zinasababisha mvua zinyeshe. Mvua zinaponyesha kwa wingi, ndipo kunapotokea uwepo wa maji ya chini ya ardhi, kwa sababu haya maji ya chini ya ardhi sehemu kubwa ya chanzo chake ni mvua, na kwa kuwa ni mvua, na sisi tunafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba mvua zinanyesha kwa wakati na kwa wingi, ili maji chini ya ardhi yaendelee kuwepo. Hiki ni moja ya vyanzo vya maji vikongwe katika wilaya ya Karagwe. Hapa ni Katahoka, ambacho wakazi wengi wa eneo la Kayanga hutegemea maji kutoka hapa. Chanzo hiki kimejengwa zaidi ya miaka 30 iliyopita, lakini kama unavyoona, baadhi ya mabomba yanatoa maji hayatoi maji, na wananchi wametumia mbinu nyingine mbadala kupata maji kwa kutumia chupa la plastiki, ambao ni mbinu ambayo wa wameitumia kupata maji.